Na mtazamaji wa Trend TV, bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na issue ambayo imemake headline huko mitandaoni. Unaambiwa kwamba wadau bwana wameshaanza kumpiga majungu au kumsema kwa sababu e, Mwijaku bwana, unatokea mwezi wa Ramadhani ulivyoanza, ni kwamba kila siku tunamuona akiwa nafuturu katika e, maeneo tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti. Tulimuona akiwa ameenda kufuturu kwa Hamisa Mobeto, tukamuona ameenda kufuturu e, kwa kina Councilor Salah, tukamuona ameenda kufuturu kwa kina Merea eh, ameenda kufuturu sana na Waarabu huko Kariakoo, ameenda kufuturu kwa kina GSM, ameenda kufuturu eh, kwa na kina Paula sometimes, umeona eh, lakini pia yani almost kila siku Mwijaku anafuturu same tofauti tofauti, lakini sio hivyo tu. Mwijaku akaja akadhihirisha kwamba huaga anaomba hii mialiko sometime. Maana tunakumbuka mara ya mwisho alivyojisha conversation za DM kati yake yeye alivyokuwa na chat na Diamond. Mwijaku alimuomba Diamond kwamba bwana, kaka, mwezi wa Ramadhani unakaribia kuisha huu lakini sijawahi kupata mwaliko kutoka kwako kuja kufuturu kwako, nataka nije nifuturu kwako. Kwa hiyo Diamond akasema kwamba yeye atafuturisha na hivyo basi atampa ratiba kamili. Kwa hiyo it means kwamba Mwijaku bwana hajawahi, hatujawahi kuona akiwa anafuturu nyumbani kwake daily, ni anafuturu sehemu tofauti tofauti kwa watu. Sasa kuna mdau hapa anafahamika kwa jina la Uncle Eh, Anko B ameamua kum, kumponda Mwijaku kumchana, kwamba bwana, imekwaje kaka, kila siku unafuturu kwa watu? Kuna baraka pia kufuturu kwako, inatakiwa utulie siku nyingine nyumbani kwako na mkeo mfuturu, sio kila siku unafuturu kwa watu. Sikilize hapa. Ndugu yangu Mwijaku, unanisikitisha sana Shida gani Mwijaku eh, hivi unajui kama kuna baraka ya kufuturu nyumbani kwako? Hivi unajui kama kuna baraka ya kutulia nyumbani kwako na mke wako? Hivi unajui Mwijaku, mimi unanisikitisha sana. Eh, yani nimekuwa nikikufuatilia, leo umefuturu huku, kesho umefuturu huku, kesho wewe, yani toka Ramadhani inaanza mpaka tunaenda kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe unafuturu kwa watu. Ya, yeah, so mdau wa Trend TV ukiwa kama mdau bwana, hebu unawe pia weka maoni yako katika comment section kuhusiana na hili jambo. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.